Tunaona pia serikali imefanya kazi kubwa sana katika kujenga mazingira ya wezeshi ambayo yanasababisha wafanyabiashara sasa waweze kupata huduma mbalimbali na kujenga uchumi jumuishi zaidi. NIDA inakwenda kuwezesha uchumi wa kidigitali kukua zaidi, kwa pale ambapo kila mtu atachukua nafasi hii sasa ya kusonga mbele, kuja kujisajili, ili atambulike, ili aweze kupata namba ya kidigitali na ndio maana NBC imekuja na, na, na product yake mpya moja kwa moja. Nida imeweza kuiwezesha kwa kuunganisha ule mfumo. Tunaona kwamba benki, serikali na mataasisi binafsi yanatumia jitihada kubwa sana kukabiliana na uhalifu kwa njia ya mtandao. Tunaona kuna OTP, kuna data encryption na kuna mambo kadha wa kadha ambayo benki inafanya ama taasisi za kifedha zinafanya kuhakikisha usalama unazidi kuwepo na kuimarika. Safari ya kuelekea kwenye uchumi ambao ni cashless au ambao hautumii fedha taslimu ni safari ndefu. Kwa hiyo njia ya kuwa encourage kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye uchumi ambao una, u, u, kwa kiasi kikubwa unategemea fedha za like kielektroniki, nafikiri vile vile ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na, na sera ambazo zinawavutia, kwa sababu miamala imeshuka bei, ni ya gharama nafuu zaidi na inaweza kufanyika kwa wingi bila kusikia yale maumivu. Kwa hii NBC Kiganjani, unatakiwa kukumbuka password yako, unaiweka tu kwenye sura yako kisha kuona umeshaingia, ukiweka kidole chako unaingia. Tutaendeleza ubunifu huo kila siku, kuna sevisi nyingine au huduma nyingine zinaongezewa. Kwa hiyo ubunifu ndio kitu ambacho kitatuweka mbele tuweze kuendelea kushindana vizuri zaidi. Juhudi za, ku, za kutengeneza uchumi wa kidijitali ni juhudi ambazo sio za sekta moja wala ya mdau mmoja, ni juhudi zinazohitaji uratibu na ushiriki wa sekta na wadau wengi zaidi wanaohusiana na sekta hiyo. Kwa hiyo kuna eneo kubwa sana ambako sekta binafsi ikifanya kazi vizuri na, na, na, na, na sekta za, za umma tunaweza tukajikuta kwamba hii ajenda kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuja nayo ya uchumi wa kidijitali Tanzania tunafika mbali ndani ya muda mfupi. Mimi nataka kuhakikishia kwamba NBC tuko kwa ajili ya kuunga uh, mkono juhudi za serikali za kuendeleza uh, uchumi wa kidijitali. NBC daima karibu nawe.